Mwanaume anataka tendo la ndoa ili ajihisi penzi, ili afungue mlango wa kuonyesha penzi, wakati mwanamke anataka kuhisi penzi kwanza, anataka kujisikia kupendwa kwanza ili afungue kale ka kifurushi kake katakachoachia sex. Umeona tofauti? But I'm very much sure wanaume wengi hatujui. Na sisi wanaume tunawaapproach wake zetu kwenye tendo la ndoa kama sisi tulivyo. Ndio maana wanawake wengi wanalalamika kwamba sisi wanaume we are too mechanical. Yaani unaingia kwa mwanamume, kwa mke wako kama fundi gereji. Unajua tu, ingiza spana, inafunguliwa kushoto itafunguka. Wanawake hawako hivyo. Mwanamke leo anaweza kukwambia shika ziwa hili. Ukashika uka enjoy. Kesho ligusa na mkono wako. Well, they don't have formula. Sasa wewe una kariri. Hawako hivyo. Halo. Tofauti ya kwanza, mwanaume anataka sex kwanza ili afungue kiboksi kilichoko kwenye ubongo wake kinachomfanya aweke attachment, akupende. Ndio maana mara nyingi nasema wanawake wengi, baadhi ya hivi vi conflict vidogo vidogo ambavyo tunashindana, tuna shindana sana kwenye ndoa, vingine njia nzuri na rahisi ya kuvisuluhisha ni kulala bila nguo. yani, nji, mngo, hani, mara nyingine uhitaji kuongea muda mrefu, kwa sababu once akaingia kwenye sex, mgogoro mfanya nini? Kwa sababu, yeah, mwanaume anavyoingiza uume wake kwenye vagina brain yake ina tafsiri attachment. Ndio maana tunakuja kugundua mwanaume anayekosa tendo la ndoa kwa muda mrefu au mara kwa mara kwenye ndoa yake akipata mchepuko ambao unampa mara kwa mara, anahamishia na nguo kule connection. Sasa mke yeye anahitaji intimacy kwanza, anahitaji penzi kwanza, anahitaji story kwanza, anahitaji umekula, anahitaji He, alafu zile sasa ndio zinamfanya anaanza kuwa ready for sex. Sasa sisi kwa kuto kujua ulizi amekula nini? Ulizi anaendeleaje? Umemwacha asubuhi memdropo hospitali ulizi amekufa au anaendelea vizuri? Ulizi chochote, alafu akija usiku unamwambia jeuka <laughs> Bia, jeuka. Kuna swali tulikuwa kwenye kapo moja, mtu mmoja akasema si bora, anasema jeuka wakwangu ananiambiaga jeuka ni kulenge, nakumbuka <laughs> na aliposema hivyo mwenyewe alikuwepo huko, mpaka leo tunamwita leo mheshimiwa ni kulenge <laughs> tofauti ya kwanza, sasa ukitaka kurekebisha, maana yake ili wife aweze kufungua readiness ya tendo what are you supposed to feed her? Intimacy, kuna mtu ananielewa intimacy. Nilikuwa kwenye kesi moja ya vacho leo ya vacho na kapo fulani, kabla sijaja huku, ile mama anasema na mume wake, uzuri tulikuwa naye palepale, wamekaa kitandani, anaongea na mimi akasema, mimi niambia mkangu, mimi si mtu wa kuongea sana, sipendi maneno maneno sana. Nikaambia haiendi hivo Hawa ndio hawandio, injini yao imetengenezwa hivi na tamani maneno. Ndio maana saikolojia nasema hivi, it takes 24 hours to prepare a woman for sex. Imagine 24 hours to prepare a woman for what? For sex. Maana yake kuanzia unatoka asubuhi ili uje upate sex nzuri ya jioni unaanza asubuhi hiyo hiyo, how are you au ulivyoondoka, yani ile nguo umemechisha, yani vistori vidogo vidogo ukiondoka kazini niambie, alafu hapo upita kuna, kuna giza sana, hebu ongea kwenye simu mpaka uvuke hapo, ndio ukate uje nyumbani. Vitu vidogo vidogo. Akija kashaloa, wewe unashuka tu vizuri. Sasa wewe usalimii, hamna chochote, mkitumiana meseji za hizo, nikuulizana umetoka na mtungi wa gesi, fundi kaja Mwalimu anakumbushia tuition. Yaani ndio story mnapiga zote kavu, zote kavu. Ndio maana mkisa mpata sasa mnaanza kutumia nini? Mate. Ukiona unatumia chochote ambacho sio natural lubrication ya mke wako, maana yake tendo halijaandaliwa. Mungu ameandaa the only natural way ya mwanamke kuwa lubricated, analikuwa lubricated mwenyewe. Mwenyewe. Tumefanya tafiti kuongea na watu wa pharmacies. Product inaitwa KY inauzwa vizuri sana sasa hivi. Kwa nini? Watu wengi kwenye relationship they don't have connection, kwa hiyo wanawake wakavu. Unatakiwa kufanya nini? Unaenda kununua KY. Hata wenye wa KY wao wachache, wengi mate. Kwa nini? Maana yake mwanamke hayuko naturally lubricated. Mwanamke anaweza kuwa lubricated kwa maneno tu, maneno tu, maneno. Sasa wewe umwambie hivyo Maneno makali, mwone tumbo ukuwa hivyo, unajua miaka mbili iliyopita ilo tumbo ile, tutaonana wabaya. <laughs> na Waingereza wanasema, Never ask a woman her weight and a man his wage. <laughs> mwanamke mkompe na vitu vingine vyote sio mambo ya nini, mwili ndio maana hata kama wewe mwambie ukweli, uone, itakuwa changamoto kubwa sana shida. <laughs> mnasema ukweli afu unaambia, kwani ni uongo? Sio, ni ni ukweli umesema kwa, lakini ubongo wake haupokei hiyo mambo, haupokei hiyo mambo. Mwanaume anataka kufurahia tendo la ndoa kwanza, ili ya relax. Mwanamke anatamani kurilaksi kwanza ili afurahie sex. Unaona walivyo watu wawili. Sasa imagine wote wametoka kazini, huyu anafanya NMB bank, huyu anafanya CRDB, wamefika nyumbani wote kwa pamoja. Mmoja anataka ale kitu kwanza alafu relax ndio mwingine aendelee. Mwingine anasema ah, niache nipumzike kwanza, nipe nipe story kwanza ama nikupe story <laughs> unaona ugomvi unaanza na haujui kwamba ndio ameumbwa hivyo. Sasa kumbuka, anakuja nyumbani culture iko palepale kwamba wewe sio wa kusaidia, wewe sio wa kufanya chochote, anatakiwa afanye yeye mwenyewe, na ndio labda hamna mdada wa kazi. Nakumbuka akisha kuwa disturbed. Kwa kitu kingine disturbance inakwenda paka kwenye nini, umenielewa? Mwanaume anataka ku kupata sex kwanza. Mwanaume, kama ulikuwa hujaelewa, one of the big difference ya mwanamke na mwanaume, mwanaume ni kati ya kiumbe pekee ulimwenguni kwenye kingdom animalia. Kingdom animalia, na tuna kingdom plantae na kingdom animalia, sio kingdom animalia inahusisha wa, wanyama na sisi wanadamu sio wote, sisi tuko kwenye wanyama kwenye kingdom animalia. Mwanaume ndio kiumbe pekee ambaye anaweza akasimamisha uume wakati ana stress, ana hasira, amekasirika, yuko frustrated, lakini uume unaweza kusimama. Hamna mnyama yuko wamepewa hiyo, hiyo anointing hamna. Wote wakigubikwa waki na maasira na ma mastress hawana hiyo hamu. Mwanaume ana uwezo, ndio maana unashangaa takwimu ta, ta za ulimwengu UN, wanasema kwenye vita kuna ubakaji. Unashindwa kuelewa inakuwaje kwenye vita kuna ubakaji, yaani how can a man, mwanaume anaweza anasikia bomu anajeuza bunduki huku anashughulika kwanza, afu ndo anakimbia mwanaume anaweza. Sasa kama anaweza kufanya hivyo, ndo utasema tu umemnunia asifanye kununa tu, wakati bomu anaweza kuvumilia. <laughs> Nilikuwa nafanya session na mama mmoja asubuhi amekuja na mume wake ofisini. Hata Mauki, kwanza kabla hatujaondoka nisaidie. Hivi kwanza tendo la ndoa ni lazima kila siku? Nikamwambia hapana. Yeah, Je, nikiwa kwa mpini lazima? Nikajua hapa kuna tatizo hapa. Jamaa akawa mpole aniangalie hivi. Akaniambia sasa mimi kwangu Mauki, Ni asubuhi na jioni. Na umwa si umwe. MP ianze mpaka iishe. Nikamwangalia mzee kweli. <laughs> Nikasema mwamba yupo hapa. <laughs> <laughs> Mama akasema mi nahisi anakula vitu, kula vitu. Anakuja kasema sinywi kitu, sinywi kitu. Yani hapa nipo original OG. <laughs> Sasa kama mwanaume anaweza ku yuko distressed, anataka sex, ana stress, anataka sex, ana njaa, mmegombana, anataka, anataka sex. Wewe oh, unaweza kufikiri kwamba ukinuna tu anakuacha. Unaweza kukuta kununa ni moja wapo kibwagizo chake tu na akaendea. Unafahamu wanawake wengi wanatushangaaga sana. Mnagombana mmebongela ugomvi, alafu mwanamume anatoka nabamiza milango anaenda kulala. Mwanamke anabaki huko na shughulikia sijui kuweka vitu hivi kufunga mlango watu unaofunga na, na, ma, na, na, na, na, na, na masufuria unaweka sufuria na kopa ile, mtu akigusa kidogo vianguke. Unafunga kila kitu unarudi kwenye kulala, unajua kabisa leo ataua mtu, alivyoenda kulala amefura. Na kweli unamwona amefura, yuko pembeni ya kitanda, unaingia na kanga yako moja, unajigusa taratibu, manake unajua nisimguse, manake ana asira. less than 5 minutes, Unasikia kama anasogea anasogea, afu atusogei kwa haraka, tunasogea kwa hatua kwa hatua, hey, kama vile lami inavyojengwa hatua kwa hatua, taratibu taratibu, afu ghafla unasikia kuna kitu kigumu akinakuujlivola <laughs> so, kitu kama mbao vile hivi nimelala na mbao nimelala <laughs> na wakati wa haongei, kwa sababu ana hasira. Sio kwamba hasira imeisha, ana hasira, na utakuja kurealize mwisho wa siku, atafanya sex, itafanywa na ugomvi. Kesho unaweza kufanya nini? <laughs> Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW twasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu kukupa hamasa na kukujengia uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes. <tripe>